Mbweni, eneo hili limeanzia barabarani limegusa lami kama unavyoona, eneo zuri sana, lina ukubwa skwea mita 3415. Nataka milioni 600, mazungumzo. Milioni 600, mazungumzo, skwea mita 3415, eneo zuri sana. sana sana sana sana. Pia lipo katika sehemu nzuri sana. Eh, katika sehemu nzuri sana nataka milioni mia sita mazungumzo, limeanzia barabarani, mtaa mzuri sana umenyoka, mtaa kishua sana sana. Eh, liko tambalale kabisa ne uzuri sana unaweza, eh, ukafanya biashara zote hapa usi bwana, ukajenga ma supermarket, ukajenga manini, ukajenga ma apartment sawa, ne uzuri sana nataka milioni mia sita mazungumzo. Mbweni hiyo, Mbweni hiyo siku mita 3415 3415, naoshieni mtaa ulivotulia, mtaa mzuri mno sana sana sana, eneo ni zuri sana sana sana. Eh, mia sita mazungumzo. Naona naona mkeka huu, mkeka wa kwenda sana, eneo ziko sehemu nzuri mno, sehemu nzuri sana sana sana sana, sehemu nzuri sana, milioni mia sita mazungumzo mia sita mazungumzo. Karibuni sana sana sana, Mbweni hapa sehemu nzuri mno. Eh, unaona mkeka huu, karibuni sana.